Ninajambo hapa, nataka niwagawia makaratasi kwa spidi hiyo hiyo. Nikiwagawia makaratasi na, na hapa nina mambo kama kumi hivi kama Layo, na sijui kama muntu tanitosha leo. Sasa hivi nawagawia makaratasi muone kile nilichokiona. Unajua mnatofautisha, ukishaitwa nabii kakaribu hapo, ukishaitwa nabii jina limechafuka. Sasa hivi kila mtu nabii, kila mtu ni mtume, kila mtu ni askofu tu ni mpaka mafupi, kila mtu kisha shona kasuti kadogo tu na briefcase, kisha nena kwa mtu ni mtume ni askofu. Sasa tumeharibika, tukitwa nabii anakuja anasema ndio wale wale. Nataka kukuthibitishia hata enzi za area walikuweko watu manabii wa Mungu alikuweko. Haleluya, nimekuja na vyombo vinarushwa, na wengine wanasikiliza live huko, naongea moja kwa moja ili mjue, serikali inajua anafanya nini, viongozi wengine wanajua, ila walio waliokaidi kwa sababu ya mambo yao. Mimi nina marafiki wachache kwa sababu nataka kweli inyoke, na utakaosikia haya watu nawaasei sasa. Leo nimekuja ili wewe ufikiri watu wameharibika? Hapana. Aa, mwanzo hata wale ambao mtachangia mtashiriki wamenong'oneza hapa kwamba vitu vyao havijakaa sawa. Naomba we tu utachukua bahasha hapo, utashiriki wewe, toa mchango wako, ushiriki. Unashiriki kwenye kitu cha maana, fanya tu kwa moyo, nataka utaona mabadiliko kuliko kutoa kwa milioni ya fedha. Shiriki tu ili kazi hii iende vizuri na upate kitu kinachofaa, naomba wanisaidie. Nisaidia hapa pana karatasi. Nisaidie ugawe kwa haki upande upande upande huu. Eh. Ziko aina mbili, gawa na

tafanya maarifa hakikisha umepata hicho kitu ambacho natakiwa kukipata. Kuna karatasi moja nirudishia hapa ha, nao tutajichukua kwa kwake okay. Sikifungua nitatoa photocopy, nitawaelezea. Nataka nimalize haraka haraka afu nirudi kwenye ujumbe, na nimeshaziombea bahasha wala ambao mtazigawa. Pia ntawapa watu ambao wanaona umuhimu wa kushiriki hii baraka, nitazichukua sasa. Naomba niwaonyeshe kitu ili muwe na mzigo. Hapo pana na karatasi mbili, kuna karatasi ya kwanza inaonesha tangu tangu nilipopata ujumbe, hizo jumbe zilizokwemu humo zimeanza kutimia. Wakati anasoma mtu wa Mungu, mwangalie tofauti nabii akitabiri kitu ili ujue ni nabii. Tunataka matokeo ya kila kilichosema. Hata kwenye Biblia yake inasema usipotimia, chukweni mawe huyo mtu. Sasa moja ni karatasi la maombi kuombea amani, uchaguzi ili ukae kwa amani, tumpate rais anayetakiwa kutuongoza, si ndio? Hii anayoanza kusoma ni kile Mungu alichokisema toka mwanzo, uone ndio msingi wa huduma, hata utakapoambiwa uje kuomba hapa, kwa sababu tunataka kila mkoa wawe na siku ya kuomba. Nasikia hapa ni Jumanne, kila Jumanne saa kumi hapa, kila mkoa Mheshimiwa watu, na nakotoka kule kuna sehemu na takuelekeza huku msoma kuna sehemu anakutana. Msikilize kwa makini wakati mratibu wa mkoa anasoma. Ninasoma karatasi yenye peji mbili. Naomba uchukue karatasi yenye peji mbili ndio ikanza kusoma. Inasema Udoma ya Tanzania ituku Mungu alimleta wa mtumishi wake mahali pa maombi na kumwonyesha uovu uliomo ndani ya taifa ile la Tanzania. Uovu ambao umefika machoni pake na kama